Ndivyo anavyosema leo Roho Mtakatifu kwa ajili yako. Think now, unaweza ukafikiri leo na unaweza ukafikiri sasa, ni nani ambao umemfanya kuwa kimbilio lako? Nataka utambue, haya nawayafahamu haya. Kuna mambo mengi tumeyakosa kama watoto wa Mungu. Imefika mahali tunaishi kinyonge, tunaishi kimaskini. Bwana Yesu asiwe sana Leo kuna lugha ambayo inatumika ah, maskini ya Mungu. Mimi hivi ah, Mungu ana maskini? Tuulizane maswali, maana hizi hizi lugha tumezitumia sana, hata mimi nimeitumia sana, maskini wa Mungu. Hivi kweli Mungu ana maskini? Sijawahi sikia mtu anasema maskini wa Shetani, wanasemaga tu maskini. Inawana Mungu ni maskini? Haleluya! Unaona lugha ambayo shetani ame, ame, ana, kuna lugha zingine najua shetani anazileta zinakuwa mtego kwetu, na inakuwa, na inakuwa pigo kwetu, anatuletea misemo ya ajabu ajabu maskini wa Mungu. Ina maana kumbe Mungu ni maskini. Sasa kama Mungu umemwona yeye ni maskini, hivyo atashuka kusaidia kweli? Atashuka kusaidia kweli huyo Mungu ambao unamwona yeye ni maskini? Ni mfano anaenda kuomba msaada kwa mtu alafu haa. Mbia, ndugu yangu najua wewe ni masikini mwenzangu, lakini lakini ninaomba unisaidie hiki hivi. Huyo mtu atakuelewa atakupa hicho kitu atakupa? Yaani unaenda kumwomba halafu namwita masikini. Ah, huo ndio ujumbe leo nimekupa, naomba nisiende zaidi hapo. Tumeangalia vitu vitatu, mambo mazuri ambayo yanaweza katokea endapo tamfanya kuwa kimbilio lako, huyu Mungu aliye juu. Mungu ataandaa watu kwa ajili yako, watasimama na wewe kwa sababu Mungu ashuki mwenyewe, watakatifu wa Mungu. Kuna kipindi cha kina Musa, wakalia Musa, unaongea na wewe peke yako tu, unaumza na wewe tu. ah, huyo Mungu hatujawahi kumwona. hey, tunataka tuna tumwone, niambia shida kuona haina shida, acha nikamwite lakini huyu Mungu hawezi kuonekana hivi hivi, endeni kwanza mkafue mavazi yenu, mfue mavazi yenu, myasafishe, mjioshe, mwoge vizuri, alafu tukutane kwenye kilima kile. Ile tu ni hatua ya kutaka kuanza kuja Mungu aonane na, wa, na wana Waisraeli wasema no no no no, Musa, no no, ungeagana mwenyewe tu, sisi hatutaki tena, hatutaki kumuona, hatutaki, acha tu tutakuamini wewe tu akikwambia akikuelekeza, sisi tutakuamini, hata kimuona. Wakagoma Bwana Yesu asiwe sana. Ni kweli leo Mungu anaweza akazungumza na kila mmoja, ni tofauti na wenzetu walikuwa hawana neema hiyo, lakini usije ukafikiri Mungu atashuka ukamwona kwa sura yako eh, hey, huyu hapo Mungu amekuja kuniletea ujumbe huyu hapo Mungu ameletea kitu ha, hautakuja kuona hicho kitu yani ilo level mpaka ukafikie kiwango hicho. Ah, I don't know. Sijui itakuwa ni levu ya aina gani, lakini Mungu anatumia watu kuleta vitu kwako. Mungu anatumia watu waliokuzunguka yamkini, hawa hao unaowadharau, hawa wanaona hawana maana. Hawa wanaona, oh, ni maskini hawa hao. Mungu anaweza akawatumia kuleta kwako kitu ambacho kitakusaidia katika maisha yako. Sasa mimi hapo sitaenda zaidi mambo matatu ambayo tumeangalia leo, ambayo la kwanza unasema ukimkimbilia Mungu, kuna watu watasimama kufanya mashauri, watakaa vikao kukuhusu, lakini vikao vyao na mashauri yao hayatawasaidia kitu, hayatakuwa na msaada kwao kwa, kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe. Na namba mbili tukasema ukimkimbilia Mungu, kuna watu wengi watakuwa nyuma yako watakufata watashika pindo, atasema tutakwenda na wewe kila mahali unakoenda, kwa sababu tunajua Mungu yuko pamoja na wewe, tumetambua ya kuwa Mungu yuko nawe. Na, na mwisho tukasema Mungu ataandaa watu kwa ajili yako endapo kimfanya kwa kimbilio lako. Paulo anamwambia kwamba usiogope, usiwa na wasiwasi kusema habari zangu, kwa sababu mimi niko pamoja na wewe. Nitaandaa watu, nina watu wengi katika mji huu, nina watu wengi katika mji huu. Kwa hiyo speak up, speak up. Sijui ni nini umejifunza leo, na sijui Roh Mtakatifu anazungumza na nani, lakini ninasema na Watanzania wote, ninasema na ulimwengu mzima. Endapo haujawahi fikili hili, hebu fikili leo. Kaa chini, ni nini ambacho umekifanya kwa kimbilio lako, alafu piga tathmini ya muda ambao umefanya kwa kimbilio lako. Ni faida gani ambayo uliipata? Yawezekawa ni mali unazo kweli, yawezekana ni tajiri una fedha. Je, hizo fedha zimekusaidia nini? Zimekusaidia nini? Hizo fedha zimezalisha nini ndani yako? Zaidi ya yote utakuta ni chuki iliyozaliwa zaidi ya yote utakuta ni masimango aliyozaliwa. Zaidi ya yote utakuta ni kukosa amani kuliko zaliwa. Lakini leo hii mfanye kuwa Bwana awe kimbilio lako, mfanye huyu Jehova awe kimbilio lako. Hautaibika kamwe, hautapata aibu kamwe. Baba yetu Mungu, asante kwa neno lako hili. Mshukuru Mungu kwa ujumbe ambao amekupa leo. Mwambie baba, sikuelewa, yamkini yote niliyo yapata na changamoto ambazo nakutana nazo ni kwa sababu nilimfanya kuwa mjomba awe kimbilio langu. nilimfanya baba awe kimbilio langu. Nilipopata na na misiki, na misiki, na misuko-suko. Nilipopata na shida nilikimbilia kwa baba nilikimbilia kwa mama yangu nilikimbia kwa mjomba, kwa shangazi, kwa rafiki, na kumbe sikujua kilichotokea baba, nimepata aibu hii. Mwambie Mungu sasa, leo nimetambua, ninaomba uwe kimbilio langu na uwe mchungaji wangu, usiniache Bwana, ninakusii sasa, wewe Mungu wangu li hai, uende nami kila mahali. Nitakukimbilia wewe kila mahali, utakuwa tegemeo langu kila mahali, utakuwa msaada wangu. Nenda mbele za Bwana, sogea sasa kwa Bwana sahi, mwambie tu Mungu, mwambie Jehova Shama, nimeyajua haya, nimeyafahamu haya Nimeaelewa haya Mungu wangu le hai. Baba tunakushukuru. Tunakuinua wanao, e mfalme falme, kwa kuwa umesema nasi. Umesema nasi wakati na muda huo, e Bwana umenena nasi neno hili e mfalme falme, hakika tumejua na tumetambua ya kwamba wewe ukiwa kimbilio letu baba, aibu haitakuwa kwetu. Wewe ukiwa kimbilio letu Jova ila tutakuwa salama. Wewe ukiwa kimbilio letu Bwana tutakuwa salama. Ee mfalme mfalme, tunakushukuru kwa neno lako hili. Umekuwa mwema sana jomba, shama, kwa kuwa umetupenda mpaka kutufundisha haya mpaka kutujulisha haya. Yamkini tuliyasikia saa nyingi, lakini hatukuyafanyia kazi, lakini leo hii Bwana umetukumbuka. Leo hii Bwana umetukumbusha tena. Yamkini baba tulifundishwa lakini hatukuyashika Leo hii Baba tunaomba tusaidie kuyashika, tunaomba Bwana tusaidie kuyashika, tuyashike haya ambayo Bwana tumejifunza leo. Ni ombi letu Baba, utembee nasi sasa, maana Paulo Paulo ukamwambia kwamba asiogope, asiogope, asiogope kwa sababu wewe Mungu uko pamoja naye na una watu wengi katika ulimwengu huu. Nasi Bwana, Bwana ya mkindi, tumejawa na wasiwasi na mashaka ndani yetu. Aa, imefika mahali watu wengine wanaona mashaka kusema habari zako kwa sababu e eh, Bwana wanaona watu waliowazunguka wana nguvu kuliko wewe. Wanaona watu walio, walio kinyume nao wana nguvu kuliko. Leo hii Baba umetufundisha umetujulisha ya kwamba wewe Bwana una watu wengi, una watu wengi katika taifa la Tanzania. Una watu wengi katika taifa la Tanzania ambao watasimama, watasimama na sisi, watasimama nasi e Bwana, katika kusema haki, katika kunena haki katika taifa letu la Tanzania, katika taifa letu la Tanzania, katika ulimwengu huu e Bwana wewe Mungu na watu wengi, una watu wengi Jova, tumelifahamu Jova ile, na leo hii watu wengine e Bwana wamekuwa wakifurahi kufuatwa na watu kwa sababu wana fedha nyingi, kwa sababu wana mali nyingi. Lakini leo hii Baba, tumejifunza ya kwamba e Bwana e, mfalme, watu watatufata, watu watatukimbilia, sio kwa sababu ya fedha tulizo nazo, sio kwa sababu ya mali tulizo nazo, bali kwa sababu wewe Mungu uko pamoja na sisi, kwa sababu tumekufanya wewe kimbilio letu. Watu watatufata, watu watatukimbilia, watu watasema, tutaenda pamoja nanye, kwa sababu tumejua Mungu yuko pamoja nanye. Basi e eh, Bwana usituache, tunaomba utembee nasi Bwana, tembea nasi jomba tuendapo, na uondoe majivuno ndani yetu, majivuno ndani yetu, kwa sababu uko pamoja nasi. Wala e eh, Bwana tusitangulize mali zetu au fedha zetu au vitu tulivyo navyo, bali Baba tukutangulize wewe, maana wewe ndio kimbilio letu. Zungumza tu na Bwana kwa kadiri Roho Mtakatifu anavyokuongoza, sema tu na Mungu kwa kadiri Roho Mtakatifu anavyokuongoza Tunaomba Bwana, situache wanao, iwe katika kazi zetu, iwe katika huduma ambazo umetupa, iwe katika masomo, iwe katika kila eneo, e Bwana, katika familia zetu, katika ndoa za watu wako Baba, wakakufanya wewe uwe kimbilio lao. Usiwaache Bwana, mabwana, ili jina lako Baba liweze kutukuzwa, ili Baba uweze kupata heshima unayostahili, watu wapate kujua hakika tunaye Mungu wa kweli, tunaye Baba wa kweli. Kweli tunaye Yehova wa kweli tunaye Mungu wa kweli.